E, ili eneo tumeamua tupunguze kidogo bei baada ya kuona kwamba sasa hivi mambo ni mengi a, eneo letu ambalo liko hapa Shoppers Mbezi Beach kwa mbele kidogo karibu na mitaa ya Mbuyuni tuna eneo ambalo limepakana lime, lime na hii Shoppers hapa limeanzia hapo nguzo ya umeme, eneo uzuri sana, barabara kubwa Bagamoyo Road. Eneo lina ukubwa wa mita elfu nne 859, eh, tumeshusha kutoka kwenye bilioni 3 mpaka bilioni 2.7, pia mazungumzo kidogo yapo. Eneo nzuri sana sana sana, hati imenyooka sana sana. Maelezo mengi zaidi mtayapata hapo chini. Bilioni 2.7, pia mazungumzo yapo. Eneo nzuri sana sana, lipo Bagamoyo Road, imepakana na shoppers hapa. Eneo nzuri sana sana sana, karibuni sana. Kwa ajili ya mazungumzo, nipigie Dalali Ramos hapa, tufanye mazungumzo tumalize hii biashara.